Coach Joseph Karibu, zungumza na wanahabari waeleze namna ambavyo kikosi cha Coastal Union kipo tayari kwa kabili ya Yanga Africans hiyo kesho. Asante. Kwanza kubwa ni kumshukuru Mungu tumefika kwa kituo cha mchezo wetu sisi na Yanga. Kubwa tu ugumu wa mechi ya kesho. Ni sehemu ambazo tupo timu mbili, wenzetu na sisi. Huo ndio ugumu wa kwanza. Tunaingiaje na Yanga? Nadhani sisi tunajua sana Yanga kuliko wao kutuangalia sisi kutokana na timu yao ilivyo, na sisi hawezi Yanga kutu kuangalia TV zetu video zetu, lakini sisi tumeangalia sana. Kwa hiyo huo uwezo kwa wepesi sio kwetu kuwajua Yango koje na, sisi tuha, tuha, vipi. Lakini kubwa tu tunaongea na ugumu wa mechi ni Yanga wako nafasi gani na sisi tuko nafasi gani, kwa kila timu itaingia na na tofauti wake kutokana na nafasi ambazo tupo. Wao wako pale, sisi tuko kwa nafasi ambayo ina mashaka, chochote inaweza kutokea, tofauti na wao. Wao watakosa ubingwa, lakini sisi tutashuka daraja kwa kwanza, ugumu uko kwa hapo yani. Sawa maswali kwa mwalimu kweli. Unajua kila mechi na, ina, ina uchezaji wake, na timu unaipangaje kutokana na mechi ambayo umetoka na ambayo unaenda kucheza. Huo ni udhaifu ambao tupo, lakini ndio kwanza tumeufanyia kazi, kwa sababu unaposhinda unajua adui yako pia anaweza asije kwako, kujua kumbe watu nao pia wanaweza wakafunga. Kwanza ni hicho mapungufu tunajua na tumeona, ndio kwani tumefanya kazi, lakini si huko tu kwenye kuscore, hata kwenye kudefend vile vile tumefanya kazi, kwa sababu unaweza ukafunga huko, nako ukafungwa. Kwa hiyo tumeingia kama timu, kwa nini tunafungwa? Tutakufungwa kwa nini tunakosa magoli? Tunataka kushinda, kwa sababu utakapo utakapo wini, nani anaweza asije kwenu? Kwa hiyo tumefanya kazi katika uwanja wa mazoezi. Ni kweli siku zote mtu anaagizia mambo mazuri, uwezi kufikiria mechi ya kufungwa unapowina, kwa nini nimeshinda? basi mengi, unaweza ukayarudia kwa kuwa huyu na yule kidogo, hawa wako mapacha. Nilifanya nini mimi nikatoka draw, au nifanya nini kawini? Unaweza ukarudia, japokuwa sio lazima, kwa sababu uweze kujua kama Yanga hii iko vipi. Sababu sisi tulipoteza menini bao tatu, sio je? Fikiri tutakwenda tuko wanyonge, tukafungwa tena? Hapana, mechi ile ndio itatupa ugumu, tutatoa ugumu kwa Yanga leo. Kwa sababu gani? Kwa nini tulifungwa na Yanga bao tatu? Ah, mzuri wao alikuwa ni mtu fulani na wao pia wana udhaifu, ni binadamu, hapa udhaifu wako hapa. Kwa hiyo sikufungwa kwetu na Yanga iweza kuwa mechi nzuri ya leo. E, nikizungumzia mchezo, mchezo ni mgumu kwa sababu tunacheza na timu ambayo ni, ni wat, mabingwa watetezi, na pia kwa msimu huu ni title contenders. Kwa hiyo tunaenda kupambana nao sisi tukiwa kama Coastal Union tumejiandaa vizuri kuweza kupambana nao kama ambavyo tunapambana mechi zote za ligi. Sawa, maswali Uh, sisi tukiwa kama wachezaji ni muhimu, ni muhimu zaidi kufuata maagizo ya walimu, kwa sababu walimu waondo kila kitu. Wana, wanaelewa kila kitu kuhusu mpira na kuhusu hii game tunayoenda kucheza. Kwa hiyo vyovyote utakavyokuwa, mazingira yote tutakokutana nayo, lakini maagizo ya walimu ni muhimu zaidi kuyafuata kwa, kwa dakika zote za mchezo. A, uh, mashabiki wao watarajie tu mchezo mzuri na kuamini kuwa Coast inaweza, inaenda kupata matokeo katika mchezo huu kwa sababu matokeo kwetu ni muhimu katika michezo hii iliyobakia na, regardless tunachezana nani, lakini sisi tunaamini tunaenda kupata matokeo katika mchezo huu. Sawa, so, morali iko juu of course, kwa sababu jinsi tunavyocheza michezo hii mingine na timu nyingine na michezo hii mikubwa, kuna utofauti kidogo. Ikiwa michezo mikubwa, morali kidogo inaongezeka kupitia kwa hamasa za mashabiki wetu, viongozi, na sisi pia wenyewe wachezaji, tuna tunataka kuonyesha kitu katika mchezo huu ili turudi katika hali yetu ya, ya, ya ushindani katika ligi. Sawa, nadhani tumemaliza kwa sasa. Ali nikutakie kila la heri na mwalimu Joseph, kuelekea mchezo wenu wa kesho.